Okay, lakini kwa sasa sasa hapa nipo Nanda. Nipo Nanda hapa nimewapa mimi mifuko 150. moj Kwanza hapa hakuna kituo cha afya, leo nisingetoka bila kutoa mifuko 150 1a h ya simenti. Kwa hiyo nimemwagiza mtendaji atakuja, ata yeah. Halimashauri mpe lamani zile za vituo yeah. ili wewe, kwa vile hii ni sekta yako, muje msimamie, sasa msingi uanze kujengwa yeah. Na, na mimi nitaenda kutafuta pesa huko makao makuu ili kusudi kituo hapa kikamilike Nanda yeah. kwa hiyo kwa wazee wa miaka sitini hapa Nanda, wewe toa maelekezo kwa madaktari wa hapa kabla hatujatengeneza vitambulisho hivyo vya kuwatambua kwamba huyu ana miaka sitini 0 busala umesema zinatumika, itumike sana busala kuwasaidia hapa wananchi wa Nanda ili kuwe na faida ya ziara yangu. Tumemaliza, anasema daktari kwamba sheria zinasema miaka sitini matibabu ni bule, lakini inakuwaga changamoto kumtambua mtu, kwa sababu watu sasa hivi, unajua tunakunywa sana pombe Mtu unaweza ukamkuta ana miaka 40 ili ukazani, ana miaka mingapi? Sitini. Ndio maana tumeleta sheria ya NIDA, watu wanajiandikisha kwenye NIDA ili kumjua mtu huyu alizaliwa mwaka gani, ana miaka mingapi. Lakini hii changamoto kumbi imeshatokea sana kwenye hii wilaya. Wanatengeneza utaratibu sasa hivi kila mzee apatiwe kitambulisho cha kwamba wewe tayari umeshafikisha miaka mingapi, sitini. Kwa hiyo ukifika kwenye dirisha la daktari tu wanakutibu bule kwa sababu utambulisho utakuwa unao, kielewa sawa sawasawa. eno Nanda oye, la kituo cha afya, la kituo cha afya, naomba nirudie kwa sababu linaulizwa, lina ulizwa, niwaombe viongozi wa CCM kwa vile diwani hayupo na mtendaji hayupo. Tumezungumza maswala mengi kuanzia mle ndani na ndani, niliahidi mifuko mia moja, lakini nimeenda kwenye eneo na mimi nikalipenda eneo, ni kubwa, nimeongeza mifuko mia moja na hamsini. Itakuja hiyo mifuko, muisimamie nyie, kamati ya siasa ya hapa ambao mpo. Akija na diwani, mumshirikishe, kwa sababu yeye ndo mwenyekiti wa ODC. Watendaji wote wako chini yake na watu wote wako chini yake. Kata hii mtengeneze mpango, mchanga uanze kusogea na mawe yaanze kusogea pale ili simenti itakapokuja yaanze kufyatuliwa matafali haraka haraka, kabla hatujaingia kwenye uchaguzi. Na tamani tuwe tumeshaanza hatua kumaliza ms msingi, na mkifanya haraka ndani ya mwezi mmoja huu wa tano, nina imani mimi pesa hawataninyima watanipatia pesa, ili yaje yajengwe majengo hapo ya vituo vya afya. Tujui mnanielewa sasa. Kwa hiyo muhamasishane, hamasishaneni wananchi wa Nanda kama mifuko mia moja na hamsini mimi ipo, mkiitaka hata kesho inakuja. Sogezeni mchanga pale, mifuko ikuje, waanze watu kufiatua kazi ifanyeje iishe. Mimi mapungufu yangu, naomba hospitali tu ile ya huko, maana tunasumbuka wakianza kuzaa wazazi, mpaka wendi. Bora mimi hiyo tu basi. Kristina Lukinda Asante sana mama naomba tumpigie makofi mama jamani